Moja kati ya stori sasa hivi ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii ni kumuhusu Chief Godlove au vipi? Nasema, mbona tajiri wenu anatia huruma baada ya kupokonywa gari, anaanza kutusi? Huyu ni Chief Godlove. Baada ya tukio la kushangaza la kupokonywa gari, tajiri maarufu nchini Chief Godlove amezua gumzo kubwa mitandaoni. Baada ya kuchukua hatua za utulivu, amekuwa akionekana kutia huruma na kuanza kutusi, hali uh, iliyowashangaza mashabiki na wadau wengi. Je, ni hasira, msongo wa mawazo au ni sehemu ya drama za mitandaoni. Mashabiki wamegawanyika, wengine wakimpa pole, huku wengine wakimhoji mwenendo wake. Endelea kufuatilia kwa undani zaidi kupitia Jidah Media. Ah, habari hii imeandaliwa na Msafi Pro wa Jidah Media. Tukutane YouTube channel. Mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina moja tu la Jidah Media. Uwe na wakati mwema, ila usisahau kuniachia komenti yako hapo chini ya video. Uh, pia tukutane kwenye kufurahia magari ya Chief GodLove kupokonywa, kuchukuliwa, kubebwa na wakati mmoja GodLove kufilisika. Haya, si afadhali okay? hata huyo Chief GodLove sasa aliwahi kuwa na hata hizo gari. Wewe faida yako nini? Unavyochekelea, unakuta mtoto wa kiume anachekelea eti mwanaume mwenzie kupokonywa gari. Si shoga au? Wewe choko mwanetu, yani unachekelea nini? Yaani kinachokufurahisha sana kwenye nguko la mwanaume mwenzio ni kitu gani? Aya mwanaume mwenzio angalau sasa ashai kumiliki gari la bilioni mia mbili na milioni mia nne. Sasa hivi kapokonyo hana, lakini aliwekwa nalo, ina maana anazijua njia alizozifanya mpaka akalipata. Kwa hiyo kama niliwekuwa na pesa na zikaisha, ina maana ni njia nilizofanya mpaka nikapata zile pesa. Nina uwezo wa kufanya njia hizo hizo au nikabadilisha zingine. Lakini wewe hujawahi kupata. Kwa hiyo we wewe ni mpumbavu. Alafu wewe una akili? Mimi nina utajiri wa akili, hata kama sina gari. Utajiri wa akili umejaa hapa. Kwa hiyo wewe endelea kufurahia kwamba Chief Godlove amesota, sijui ana hela sijui nini, lakini mimi nina akili, we una